Mko tayari, tunataka kuwaeleza tu kinachoendelea. Awali nilizungumza na nyinyi na kuwaeleza kwamba siku ya jana ilikuwa siku ya aibu sana kwa taifa letu na aibu kwa mahakama, kwa kuwa ilikuwa siku ya demokrasia duniani, lakini ndani ya mahakama, eneo la mahakama na nje ya mahakama kwenye viwanja vya mahakama kumetokea aibu ya uvunjaji mkubwa wa haki, demokrasia na uhuru wa watu, kwa watu kupigwa kwa kuja tu mahakamani. Na kati ya waliopigwa, ambaye alipigiwa ndani ya eneo la mahakama eneo hili hapa, alikuwa ni wakili wa Mahakama Kuu, mheshimiwa Deogaris Mayinyila ambaye vile vile ni kiongozi wa BAVICHA wa CHADEMA. leo tulipofika vile vile, hali imeendelea kuwa tete, kwa maana ya mahakama kuwekwa kama vile iko gerezani. Mtakuwa mmeshuhudia namna ambavyo polisi wametanda, sio tu eneo la mahakama nje hapa mlangoni, bali kuanzia barabarani huko kwenye barabara zinazokuja eneo la mahakama, na polisi wanafanya kazi isiyokuwa ya kwao ya kuambia watu kwamba mahakama ndani imejaa, kwa hiyo wasi warudi nyumbani. Kwa hiyo wanaondolewa warudi nyumbani, na, na, na ndani ya mahakama yenyewe kuna nafasi ziko wazi za watu kukaa, lakini vile vile kuna, kuna watu waliojaa mule ambao sisi tukiwaangalia kwa sura na wanachama wetu wakiwaangalia wanasema kuna askari wamejazwa kule wakiwa na, na nguo za kiraia kule mahakamani. Sasa tumewaita kuwajulisha mambo mawili au matatu kutokana na alio. La kwanza, sisi viongozi pamoja na wanachama na wapenzi wa haki na demokrasia tuliokuwa ndani ya mahakama tumeamua kutoka mahakamani ili kutuma ujumbe, kama, kama, kama vyombo vya dola vimeamua kuiendesha kesi gizani, basi waiendeshe gizani. Kwao tumetoka tumetoka, tumetoka ndani ya, ya chumba cha mahakama. La pili, pamoja na kutoka kwetu tumefanya mawasiliano, tumetuma timu ya uongozi ikiongozwa na naibu katibu mkuu bara kwenda kuonana na, na utawala wa mahakama ili kuwaeleza haya yanayoendelea. Kwa mara nyingine tena, tuliwaeleza jana, tumewaeleza leo asubuhi, kuwaeleza tena kwa mara nyingine juu ya yanayoendelea.